Serikali ya Urusi imelaani tukio la kukamatwa kwa rais wa Venezuela, Nicolas Maduro na serikali ya Marekani. Kitendo hicho kimetokea siku ya leo mara tu baada ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump kusema vikosi vyake vimefanikiwa kumkamata Nicolas Maduro pamoja na mke wake ambapo sasa amepelekwa nje ya nchi kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje nchini Urusi, imesema kwamba asubuhi Marekani ilitekeleza kitendo cha uchokozi wa kijeshi dhidi ya Venezuela. Maendeleo haya yanatia wasiwasi mkubwa nayo yanastahili kulaaniwa. Visingizio vinavyotolewa kwa vitendo havina msingi wowote wa ukweli. Uadui wa kiitikadi umeshinda mbinu za kibiashara na za kawaida na juhudi za kujenga uhusiano unaotegemea uaminifu. Katika hali ya sasa, ni muhimu sana kuzuia kuongezeka zaidi kwa mvutano na kuzingatia kutafuta suluhu kupitia mazungumzo. Tunaamini kwamba pande zote zenye malalamiko kana zinazopatikana zinapaswa kutafuta suluhu za matatizo yao kwa kushiriki katika mazungumzo. Tuko tayari kusaidia katika juhudi hizo. Amerika kusini lazima iendelee kuwa eneo la amani kama ilivyotangaza yenyewe mwaka 2014 huku Venezuela ikihakikishiwa haki ya kuamua mstakabali wake bila kuingiliwa kwa mataifa yoyote nje kwa njia ya uharibifu hasa wa kijeshi. Tunathibitisha tena mshikamano wetu na watu wa Venezuela na msaada wetu kwa sera inayofuatiwa na uongozi wa Bolivarian ili kulinda maslahi ya taifa na uhuru wake. Tunaunga mkono taarifa iliyotolewa na mamlaka ya Venezuela na viongozi wa nchi za Amerika Kusini wanaotaka mkutano wa dharura wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Ubalozi wa Urusi nchini Karakasi unaendelea kufanya kazi kama kawaida chini ya hali ya sasa na unawasiliana mara kwa mara na mamlaka ya Venezuela pamoja na raia wa Urusi nchini Venezuela. Kwa sasa kuna ripoti za majeruhi miongoni mwa raia wa Urusi, ilisema katika taarifa hiyo.